Karibu tuzungumze michezo, mwana michezo. Mimi naitwa Latifa Anafe, nyuma kamera hapo, kamera mani wa kutosha, akiongozwa na Yusufu ama miahudi Poison Kali, lakini pia akisaidiana na Mpenja TV. Tunazungumza michezo na tunapongo kubwa kwa udhamini wa uh, uh, White Skim, Wallput, kutoka kwenye uh, kampuni ya Magic Builders hivi sasa. Ili uweze kupata White Skim nzuri, basi hakikisha unatumia White Skim Wallput ili kwa ajili ya kulinda ukuta wako siweze kupata fungus lakini pia kuvimba, e, na kuchubuka ama matofali yale kulika ili usipate kadhia hiyo, hakikisha unatumia akikisha. Lakini pia wewe ambao unahitaji hivi sasa simu ya mkopo, naenda kwenye maduka ya Mandasi, so ambayo yanapatikana karibu kwenye mikoa yote ya Tanzania, cha kufanya sogea duka la karibu ambalo unaliona na unaweza kupata simu nena na vitu viwili: moja ni kitambulisho kiwe cha kupiga kura, cha taifa, leseni ya udereva, lakini pia namba mbili ni pesa kidogo ambayo unakwenda kuanza nayo kama kianzio, kama ambavyo ni Kujuza mimi ni Latifa Nafi na leo hii niko hapa uh, na miongoni mwa vijana ambao uh, wame uh, tunasema wanakuwa kwenye soka hasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ni nani huyo? Mimi namfahamu kwa jina la Alphonce Msanga Mabula. Hivi ni Alphonce Msanga Mabula au Alphonce Mabula Msanga? Ah, Alphonce Mabula Msanga. Ah, na Alphonce Mabula Msanga. Uko yeah. vizuri lakini. Uko vizuri kabisa. Eh, uko kuna fursu, namna ukionekana kule kwenye picha kama umechangamka hapo hapo au kamera zinakutisha? Ah, <laughs> mimi mtu Eh, yeah. kule yeah. Mi anaje, mi kule kanda ya ziwa tunasalimianaje mikifika yeah. midai. Ni Mwadela. Na <laughs> ah, Mwadela. Mwadela, <laughs> Mwadela Mayo. Eh eh, Kisukuma. Au Mayo maana yake nini? Mama. Ah, Mwadela. Kwa hiyo kama baba? Baba hivyo. Kwa hiyo mwadela, baba. Na mimi nakuitikia e, mwadela bavadakawize Bava. hmm. hmm. Kama ambavyo nimekujuza, huyo ni Alphonce Msanga Mabula na tutazungumza mengi, safari yake ya mpira wa miguu mpaka hivi sasa akiwa anaitumikia timu ya Shamaki. Shamaki? Shamaki, yes. Shamaki FC, kutoka pale Azerbaijan. Uh, Alphonce Msanga Mabula mimi eh, pengine Watanzania wanakufahamu hivi sasa, hawafahamu Alphonce eh, historia yake. Tuanze na maisha yako, mtoto wa ngapi eh, umekulia kwenye mazingira ya namna gani mpaka kufikia hii leo? Mm, kama ivyotoka kusema hapa, majina naitwa Alphonce Mabula Msanga Uh, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na Shamakhi ya Azerbaijan. Mimi ni mtoto wa tano kuzaliwa kati ya wa, watoto sita, na wa kwanza ni kaka yangu ah, wa kwanza, wa kwanza kaka yangu, ndio wa pili dada yangu, wa tatu kaka yangu, wa nne dada yangu, wa tano mimi mm. Na mdogo wangu mmoja wa sita mtoto wa tano katika familia yetu mm. ndio ulibaki mtoto mmoja tu uwe last born eh, kabisa. Nadhani mimi nilikuwa ni last born, sababu mdogo wangu wa mwisho ananifata ni mdogo kabisa kabisa, miaka tisa sijui. Kwa hiyo umefaidi kidogo last born, kabla hujaja kupindua last born. Na na unaweza pia ukatuambia mpaka kufika kuwa mcheza mpira ilikuwa yeah, ni ndoto yako tangu ukiwa mdogo au ilikuja tu ukajikuta, eh, ni mcheza mpira ukasema basi naenda na njia hii ya kuwa futbola? Hapana, hiyo kwani ndoto yangu wangu tokea zamani, nadhani tokea nakuwa, kwa historia mama yangu anasema nilikuwa nakaa kule, nilikuwa mdogo mm, nilikuwa nipo mdogo, nilikuwa na mpira wangu napenda kucheza, nilikuwa naamka hata asubuhi saa moja au saa 12, akanikuta nipo nje na mpira mm, nacheza mpaka wale majirani akasema, huyu mtoto anapenda sana mpira huyu. Na tokea hapo mimi nakuwa naanza kujitambua, baba yangu mimi alikuwa ananisupport sana, na support ninayoizungumzia hapa ni kwa tokea mimi nakuwa nilikuwa nenda sana kwenye mabanda ya kuangalia mpira na baba yangu. Baba yangu ananipeleka mimi kwenye mabanda ya mpira tunakoangalia ligi ya Uingereza. Wizi wanacheza um, Arsenal, wakina Arshavin na wachezaji wengi wa zamani. Baba yangu alikuwa ananichukua na ananipeleka na support nyingine nilipata kwa baba yangu. Yaani tokea niko mdogo nasoma, alikuwa akienda kwenye biashara zake. Akienda kama Nairobi kwenye biashara zake anakuja lazima aniletee viatu vya mpira mm. Yani, viatu vya mpira nilikuwa lazima kila safari kiu babangu kwa lazima nitevie viatu vya mpira, kwa hiyo na njumu za mpira nitokea zamani mm. Ah, kwa kupitia hivyo pia pia kumshukuru sana babangu kwa support kubwa alionyesha tokea niko mdogo, na tokea hapo nimekuwa kwenye mazingira tu ya mpira, maana nilikuwa natoka pale, mimi nilikuwa nasomea shule ya kanisa tokea eh, niko ipi pale Bunda basi, nimezaliwa Mwanza, nikaenda Bunda, nimekulia Bunda. Na shule ya kanisa na shule ya kanisa ya Saint Paul ilikuwa mm. pale kwa Padre Kisago nalikuwe, Kwa kuna timu ya mpira kwa njumu, nikaanza pale, maz... pale nikitoka shule, shule mazoezi ya wanawito, mm, mm. mm. e, ya mpira nilikuwa nacheza cheza pale baada hapo nikajiunga kuna academy ilikuwa pale ya mwalimu Yang Mal Malagira inaitwa Bunda Yesu Academy ah, pumzika kwa amani pia mwalimu wangu kocha wangu alinichukua tokea pia mdogo bado kutoka San Paulo pale ile timu ya Paroko nikamia ya academy ya Bunda Yosu Academy. Nimekaa pale niko mdogo, tukapata mashindano tukaenda kucheza Alance, ilikuwa ni tournament zile walikuwa wanachagua vipaji mm -hmm. Nimeenda kucheza mashindano pale Alance wakanipenda wakanichukua hapo hapo mm -hmm. Baada ya kunichukua hapo ilikuwa 2013 bado mdogo, baada baada nadhani miaka hiyo kwa mdogo mwaka unaofuata elfu mbili na kumi na nne kulikuwa kuna mashindano ya kutafuta timu ya taifa ya under 15 kama ukikumbuka, zaidi ukikumbuka miaka hiyo zamani, ilikuwa kuchukua wachezaji kwa, kuna tournament inaandaliwa nachukua wachezaji kama sasa hivi wanavyofanya. mm. Ile academy ya TFF ya TPF ipo ambao iko Kigamboni. mm -hmm. Ehe, wanachukua watoto pale, wanaweka pale, wanawasomesha. Ndio ilikuwa hiyo tufanyia kwa sisi kwa tulichukuliwa, mimi wakina kina Morris hawa kina cha Sambi hao tuchagua kama timu. Mimi nilikuwa hapo hapo nilikuwa nacheza timu yangu ya Mguya Lance, lakini kwa amekuja kina Morris akuja na mkoa Dar es Salaam anacheza mm -hmm. ehe kina Dadake kwa Morogoro, kwa hivyo chaguliwa wale na mimi nilikuwa nimechaguliwa miongoni na timu ya taifa timu ya miaka 15 kwa hiyo tukawa tumebaki hapa hapa kama Lance kama kama kempu.

zi kuchagua tukaenda tuka, kucheza mashindano ya under 17 yapo Burundi, kama nakumbuka, tulichukua ubingwa. Mashindano ya Kosafa Botswana, tukachukua tena ubingwa, timu yetu ya 17 yetu. Tukaenda kucheza mashindano mengine Rwanda, Ferwafa tukachukua ubingwa, tukaenda kucheza mashindano ya Uturuki UEFA Assist. mm -hmm. Tukafanya vizuri, baada hapo ndo tukaja kwenye mashindano ya Afcon 2019 ya under 17 yetu. Ah hiyo yu ndo ilikuwa safari yangu ya mpira kwenye timu za vijana. Mm -hmm. Baada ya Afcon mashindano ya under 17 yale, mimi nikauli kwenye timu yangu Alansi. Msimu unao kuja, bahati nzuri nimefika kwenye msimu wangu huo, nimetoka timu ya taifa nilikuwa nafanya vizuri kocha wa timu ya Alliance Academy Kesi Mzirai alinipenda moja kwa moja, akawa amenipandisha kwenye timu ya kwanza first team, nikaanza kucheza ligi kuu, nilikuwa na miaka 16 17, kitu kama hicho, nikaanza kucheza ligi kuu na Alliance. Baada ya msimu kuisha, msimu unaofuata ndo nikapata trials kwenda kufanya Serbia. Baada ya kufanya Serbia, nilikuwa nimefanikiwa kusaini professional contract yangu ya kwanza nikiwa na miaka 18. Baada ya hapo Serbia nikaanza sasa, nilikuwa kocha wa pale alikuwa ameshanipenda lakini kabidi nianze kwanza kwenye timu zao za vijana hmm, za maana. Umetoka Afrika wazi, moja kwa moja ukaenda kwenye kwenye, kwenye kwenye kikosi kwenye kikosi eh, ikaanza kucheza timu zao za vijana. Nimecheza msimu mmoja timu ya vijana, msimu wa pili nikahitaji muda mwingi wa kucheza, nikabidi niende na visadi mm. Baada ya kupata na visadi, nimeenda sasa hivi Shamakhi FC. Kwa kwa kuhadithia hivi kwa jujuu, ni kama ni safari ambayo imenyoka <laughs> kama yani tu imenyoka tu. Pengine tu utupitishe huko pia nyuma ya pazia, wakati hayo yote yanaendelea anaendelea, iliwahi kufika hatua pengine kilitokea kitu ambacho kaisi, ah, ikimbona kama kinataka kunikwamisha ah, kwenye kila kitu? changamoto ipo, changamoto ipo lakini watu wengine wanaweza kaona kama ni kitu kilichonyoka, hmm. lakini hamna hapo. Kwenye hiyo mida mfupi ambayo ilikuepo hapo, changamoto zilikuepo changamoto zilikuwepo pia, ni kitu ambacho kinahitaji dedication ya hali ya juu, juhudi, kujituma na kupambana. Yaani kwa safari hiyo ni walisia watu wanaanza kaona kama ni rahisi, lakini sio rahisi hata kidogo. Inabidi uumie, utoke jasho, pambane sana, na wachezaji ni wengi na kila mtu anahitaji nafasi. Kwa hiyo pale unapopata nafasi inabidi utoe kila asilimia zako unazozipata. Ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nafanya mimi. Nilikuwa najituma nafanya mazoezi kwa bidii, lakini changamoto aga hazikosekani sehemu zote. mm -hmm. Changamoto hazikosekani mm -hmm. Safari ya uh, e, tuna, tunafahamu uh, ama tunaona upo karibu sana na wenyewe watoto wa mjini wanapenda kumwita e, two, five, five champion boy Nde. Bwana Samatta Nde. Umekuwa naye karibu mara kadhaa hapa e, na hapa kwenye timu ya taifa, kama mmekutana mara kadhaa, pengine unaweza ukatukumbusha kwa namna ambavyo imefikia wewe na Mbwana Samatta mmekuwa na ukaribu huo, lakini sio tu Mbwana Samatta, hata kina Simon Msuva na hao nyota wengine? Ndio. Ah, ukaribu wangu na Mbwana Samatta umetokana na Ben Erasmus ambao ndio meneja wa kampuni yetu, ya agency yetu ya Sama Pair Management ambayo iko Belgium. Ndio amefungua ile manajwa, management ya Sama Pair Management anahusiana pamoja na Samatta ndo anasimamia hiyo agensi yetu. Ndio karibu wangu umetoka, pia ni bosi wangu, nadhani afu pia ni brother ambao nakutana naye kwenye timu za taifa. Nikutane kwenye timu za taifa pia, muda mwingi tunakaa tunakutana. Ni brother ambaye ana roho nzuri. Anapenda sana kusapoti vijana. Hapa kila amonekea kijana anatimiza ndoto zake. Popote akiwa na msaada, ukiwa na shida na kitu chochote, ukimwambia pia anakusaidia kaka. nchi ambao nchi kama, sisi kama nchi tunajivunia kuwa na kaka wa design hiyo na kama role model kwa vijana wote wanaochipukia katika soka mm. Na na kwa namna ambavyo unamtazama uh, una, una Samata, pengine ndio imekupa ime, ime wewe nguvu ya kusukuma kufikia Alphonce huyu ambaye yuko leo hii? Ya kabisa ya kabisa, watu wasiokijua uh, mimi Samatta aga na kutoka kutoa Instagram matumizi sana Instagram juu ya Samatta kuposti vitu mm -hmm. vyake mm -hmm. sisi mimi ambao marafiki zake labda marafiki zake wale wa karibu, wale ambao wanatumia ni exclusive na kufa <laughs> marafiki zake wale ambao baba kidogo kwenye snapchat yake mm -hmm. ni aga wanaona anajituma sana anajituma sana. Unaweza kaka wewe mwenyewe usiku uko baba umepita kwenye snapchat ukamwona anakimbia usiku anamtoa posti mda huo saa nane usiku saa saba usiku, huyo hajalala. wewe kwa hiyo kikapo ukijiangalia kwa, kwa mafanikio ya Samatta, lakini unamwona yeye anaamka anaenda kukimbia, wewe kijiangalia, mm hapa, acha mimi niamke nene kafanya mazoezi nijitume. mm -hmm. Yani brother naye ambaye anajituma sana, afu anabidii sana kwenye kazi yake. Na ukiona kama watu hao waliofanikiwa kama hivyo wanabidii, inamaanisha njia yao yote ya mafanikio ipo kwenye bidii. mm -hmm. Ehe, kwa hiyo inabidi na wewe upambane zaidi, ufanye mazoezi kwa bidii, ujitunze kila kitu tunaweza kufanya katika professional way. Uh, sisi wenye nadhani watu wengi ambao wanaangalia Snapchat ya Captain Aga anahamasisha sana vijana wengi kwenye kufanya sana mazoezi. Anafanya sana mazoezi Captain. Hmm. Na, na mazoezi yana siri gani kwa mchezo wa mpira? Ah, kwenye mpira mazoezi ndio kila kitu. Ukitaka improve day by day, uh, mazoezi ndio kila kitu. Hata yeye mwenyewe anakuambia usitegemee sana mazoezi ya mwalimu. Mm. Kuwa na mazoezi yako binafsi. Yeye ya mwenyewe anasema kuna muda akitoka kwenye mazoezi ya timu anaendelea na mazoezi yake binafsi, anamwomba mwalimu program ya, mwalimu ya kuendelea na mazoezi yake binafsi. Kwa hiyo unaona kabisa yani kila kitu ni bidii, lazima uweke bidii kwenye kazi yako ili uweze kupro, kuprogress uende mbele zaidi. Na wewe unanihakikishia kwamba unapita mule mule ambapo amepita, a napita mule, mule mule mule mule mule, hata yeye mwenyewe anasema game mtu kazi unapita humu huku kwangu mm, ndio sasa so, umekuwa ni miongoni mwa vijana wa Tanzania ambao hawajapata nafasi eh, ya kucheza kwenye ligi ya Tanzania, umevuka moja kwa moja kwenda huko mbali eh, pengine una- unawezaje hii hali ya kukaa mbali na familia? Tunafahamu au kule una familia ambayo unaishi nayo hapana hapana, kukaa mbali na familia yako kwa muda mrefu kiasi hicho. Tunaona kuna baadhi ya kuna mchezaji niliyefanya naye mahojiano yeah. aliwahi kusema kwamba kuna namna yani, inakuwa kama inamuafect kukaa mbali na familia. Mm -hmm. Lugha pia wanaozungumza aingine haelewi. Mm -hmm. Kila anachokizungumza mwalimu wa unawezaje kuishi kwenye mazingira kama hayo? Mm -hmm. Uh, Serbia, Azerbaijan kwa kuna lugha tofauti, lakini bado unaendelea ku maintain na kufanya vizuri. Yeah, kwanza kabisa nipende kumshukuru bosi wangu wa ransi James Mara Abwile, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Ah uh, ni bosi wetu wale ambaye alituchukua sisi bado wadogo. Mm -hmm. Eh, Ehe, anajua ametuchukua sisi bado wadogo kwa tunakaa kwenye akademi yake, huku tunasoma huku tunacheza mpira. Mm -hmm. Aha, kwa kupitia hivyo sisi tukoga tunakaa sana boarding, yeye kwa ni shule ya boarding. Mm -hmm. Ehe, tuko tunakaa boarding afu shule zikoga zikifungwa mm -hmm. Sisi wachezaji tunaendelea kucheza mashindano. Kwa unaweza kujikuta umetoka kwenye mashindano tu labda una wiki moja ya kwenda nyumbani siku tano au muda mwingine hakuna likizo kabisa. Kwao, unakuta mpaka wale wanafunzi wakirudi kuendelea na shule masomo ya shule mm -hmm. na nakuta mm -hmm. wamejumuika na nini na masomo ya shule kuta, mwaka mzima umeenda bila likizo mara e, moja umeenda wiki moja kwenda kuangalia familia, kitu ambacho kimetujenga tokea zamani. Nadhani watu wote waliosoma alansi nova amesoma alansi amekaa maisha hayo wote, umeona panakuwa ni yaani hawana wasiwasi mm huo -hmm. Yani, kusema eti nimemisi sana nyumbani sijui nini hapana, nadhani hiyo ndio hiyo ndio kitu kitu ki, kitu kitu kitu kitu kitu kitu kikubwa tunaita kukubali kwamba niko mbali na nyumbani. Niko mbali na nyumbani. Niendelea yeah. kufanya vitu vingine. Kabisa, eh, kabisa. Hiyo mm, ni nzuri na inapendeza. Yeah. Na vitu gani pengine unapenda una, una kuvifanya ukiwa uh, umeshafanya mazoezi umemaliza session ya mwalimu, yeah. uh, ili tu ku have fun ukiwa mwenyewe. Ah, mimi napenda kulala. Nikitokaga mazoezi mi nalala. Anaweza nikaa muda mrefu nikiamka labda kuingia YouTube yu, Mm. Netflix kidogo, cheza cheza PS kidogo, lakini mimi muda mwingi natumia kwenye kupumzika mm. ah, nalala sana. Mm. nalala sana na tunaita kwa, o, watu ambao wapo kwa mfano kama kwenye nchi, watu ambao wanaishi nchi za nje ambao wanakutana wanatokea, wana, wana, wana nchi moja, wanaitwa uh, wale watu wa nje bibo bipolar. Eh, bipolar. Uh -huh. Wachezaji pia mpo ambao mnatoka Tanzania na mnacheza kwenye hizo nchi za nje mnahakikisha uh, vipi mnakuwa uh, mnapeana taarifa ili kwa namna moja ama nyingine ili ziwaweke karibu ili tuseme umoja wenu uwepo hiyo mm -hmm. Kitu ipo kwenu nyinyi uh, wachezaji tunaocheza nje ya nchi kukutana uh -huh, kukutana kukutana kwa Watanzania kwa, eh, kwa, kwa yes, yes, yes. Tunakutanaga muda mwingi tunakutana sana muda mwingi afu, ambao sisi ni washikaji sana ni marafiki sana tunakutana muda mwingi, tunakutana kwenye viwanja vile vidogo vile vya kucheza usiku. mm -hmm. tunafanya mazoezi pamoja tunafanya mazoezi pamoja, kama sasa hivi mm -hmm. nilikuwa na Kevin na Morris, tumekutana pamoja kabla sijafika hapa mm -hmm. yaani, tunakutana sana wachezaji mm -hmm. Ndio ume, umekutana na vijana ambao pengine anakuambia na mimi natamani kufika kwenye njia kama uliofika wewe, unamwambiaje kijana kama huyu? Vyana kabisa. Vijana ama unakutana nao sana na pia nipende pia kuwaweka hapa wazi wanaonitazama. Mm -hmm. Aa, njia zaidi ni kupambana kwanza wewe mwenyewe. Pambana, ucheze, uonekane sehemu na pia ukipata nafasi yoyote uitumie. Na na kitu na kila na hivyo vitu vyote vinavyofanya natakiwa pia uwe na discipline hali ya juu. Discipline ndio kila kitu. Kila kitu utakofanikisha, utakao kutimiza ndoto zako, nadhani discipline ndio kila kitu. Na nafasi, kila nafasi unaoipata unatakiwa uisamini kama hakuna nafasi nyingine inayotokea tena. Kila nafasi unayoipata isamini kama hakuna nafasi inayotokea tena. Hilo ndio kubwa. Mm. mm. Ukiwa uh, Shamakhi FC kwa msimu mm. huu, ukiwa umeingia kwenye dilisha dogo, umefanikiwa kucheza vizuri, umefunga mm. umeasisti. Unaweza ukatupitisha angalau kwa ufupi safari hii ambayo kwako imekuwa kwa, kwa mafanikio, ukiweza kufunga E, lakini pia kuitwa kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa hmm. na kuongezewa pia mkataba wa mwaka mwingine hmm. kwenye klabu ya Shamakhi FC, mazingira, mashabiki, namna ambavyo amekupokea viongozi wa pale, namna mbavyo, e, na namna ambavyo unaweza kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Shamakhi yeah, kabisa. Ah, viongozi wa pale mashabiki wa pale ni watu wazuri, nadhani na hiyo na, ni watu Azabajani, wote ni watu wazuri, ni watu wasio na ubaguzi nadhani mm. mm, sababu sijakutana na kitendo chochote cha ubaguzi, labda viongozi mashabiki au kitu chochote iliwahi kutokea ubaguzi, labda huko sehemu e, yeah, yeah, zingine zipo sehemu mm. zingine zipo sama sehemu ya ubaguzi hupo yeah, yakin... kwenye mambo ya ngozi sasa, rangi tunasema, viongozi kwenye mpira mm. Kuna vitu vingi sana ah, <sighs> kinyi chamaki, nashukuru na Mungu sije kukutana nacho hicho kitu mm, me, kwanza mechi yangu ya kwanza mm. Nimefika tu mechi yangu ya kwanza nimecheza vizuri, mashabiki wote walinipenda, viongozi wote walinipenda mm. kupitia mchezo wangu wa kwanza mm. Ambao mche, mchezo ambao nimepata nafasi, ndio kitu nachowaambia pia watu, mtu akipata nafasi, nafasi yoyote ndogo unaipata, natukiwa isamini na uchukulie kama kuna nafasi inayotokea tena, tena kupitia mchezo wangu wa kwanza ndio ulionyesha mwanga na picha kamili ya nini ninachoenda kufanya kwenye ile ligi mm. Bahati nzuri mapokeo yalikuwa ni mazuri, wamenipenda, nimecheza vizuri mechi kuja, nimecheza kwa confidence yale ya juu, nimefunga magoli, nimeassist mpaka mm. uh, sasa hivi nimeweza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, nimeenda, nimecheza, nimefanya vizuri ya yeah, hilo ndio kubwa mm. uh, na mashabiki wananipenda, wameniongeza mkataba wa mwaka mmoja, lakini mkataba ulikuwa na miezi sita kujumlisha mwaka mmoja yaani mm, mkataba ambao una option ya, option hiyo ilikuwa ni ya club, kwa maana kwamba nisingefanya vizuri mimi, club ilikuwa na uwezo wa kunifanyaje wa kunivunjia mkataba wangu. Kwa hiyo nimefanya vizuri na club wameweza kuniextendia mkataba wa mwaka mmoja sababu so, hiyo option ilikuwa ya kwao ndio mm. Na eh, pale inapotokea unaona jina lako kwenye listi ya nyota ambao wameitwa kucheza kwenye timu ya taifa unakuwa unapata una, una, una notification na namna gani Ukiona umejumuishwa kwenye timu ya taifa? Ah, cha kwanza ah, nipende kuwashukuru nipende kumshukuru kocha Hemed Suleiman Morocco mm -hmm. Ah, kwa kunifuatilia na kujua nini ninachokifanya, ah, mpaka ameweza kunijumuisha kwenye kikosi chake cha timu ya taifa. Kitu kitu nacho kitu ninachoona au ishara nayoiona kwangu mimi kuitwa kwenye timu ya taifa ni umeaminiwa na nchi Mm -hmm. Mimi na nchi kwenda kuipeperusha bendera ya nchi, na tukiwa usiwangushe wale watu waliokuteua kukuwa na wewe, kwenda kuiwakilisha nchi, ndio kitu ambacho mimi nachokiona machoni kwangu, na ndio nachoenda nachoenda kupambana na kupambana kwa ajili ya taifa. Mimi napambana kwa ajili yangu mimi napambania taifa, kuwakilisha nchi yote kwa ujumla m, kwa, mm. yeah. kwa, kwa haujapata nafasi ya kucheza ligi hapa lakini bila shaka utakuwa unaifuatilia, unaweza kucheza? Nimecheza, kwa... nimecheza. Mimi nilikuwa naanza kabisa aransi. Oh. nimecheza, nimecheza aransi. utofauti, utofauti wa ligi ya Tanzania na huko ambako umepita uko wapi? Kwa sababu tumeona kuna watu wanasema ligi ya Tanzania hivi ligi ya Tanzania vile huko e, hivi na hivi. Wewe una, una, una maoni gani ligi ya Tanzania, unaitofautisha vipi na ligi nyingine huko ambazo umecheza? mm, yes kwa ligi ya Tanzania kwa sasa hivi ligi yetu imekuwa inasogea mdogo mdogo, kadri ya siku inavyozidi kwenda, inazidi kukua. Ni vitu tu bado vidogo vidogo ambazo na imani na kadri ya muda navyozidi kwenda, na vyenyewe vitazidi kukua. Nchi za wenzetu kule igizao, sema kweli, ziko professional. ziko professional. Yani kila kitu kiko arranged, kuanzia kila timu, wachezaji, jinsi wanavyosafiri, jinsi wanavyofika, jinsi mechi zao zinavyoandaliwa mpaka kuchezwa treatment ya wachezaji wanaopokea kabla ya mechi husika mm. uh, miundombinu viwanja vizuri maveyara ni kila kitu professional. Professional kwenye standard ya mpira wa kisasa wa dunia ni unataka nini? mm. yeah, yeah. na uh, kwa hapa sisi tulivyozoea tunaziona Simba Yanga Azam eh, na timu nyingine uh, ikatokea labda kuna nafasi imetokea eh, kuna klub za hapa Dar es Salaam Tanzania eh, maana anasema Dar es Salaam kwa sababu ndio timu kubwa zinapotokea kusema Yanga Simba Azam kuna na KMC pia, kuna nafasi eh, miongoni mwa timu mojawapo inakuhitaji Alphonce, nataka huduma yako kwenye kikosi chetu, iwe Simba iwe Yanga <laughs> nafasi hiyo itakuwaje? ita, ita <laughs> um. Swali bwana yes, <laughs> ikaa kimtego mtego sana. Ikaa kimtego, lakini mi naziheshimu sana hizi timu zote mbili za kaliako mm -hmm. Simba na Yanga zote ni timu kubwa na zinafanya vizuri. Uh, mi kwa maono yangu kwa maono yangu, maana najua mashabiki wa hizi timu <laughs> Zarego, mashauzi, anajishaua ile. <laughs> mimi kwangu, mimi sasa hivi focus yangu, sema ukweli, mm -hmm. ni kucheza mpira Europe kucheza ile kwa sababu gani? Kwa sababu moja, sisi nchi yetu bado haina maprofessional wengi wanaocheza nje ya nchi okay. Ehe, na mi ni yangu ni kucheza nje ya nchi zidi kutengeneza njia kwa watu wanaotufuata nyuma kwenye madogo zetu, vizazi vyote vinavyotoka wapi vinavyotoka, mm -hmm. nyuma ukiangalia nchi za Western Union kule mm -hmm. mm, kama Nigeria Kameruni, okay. Ehe, Senegal wakina Diof wamecheza huko, wakina Okocha wamecheza miaka hiyo ya za zamani hiyo, wakina Michael Obi sio, wakina ICN huko wamecheza miaka ya za zamani mm. Kwenye na kwenye ligi kubwa, kwa hiyo maskauti wengi waki, waki, wa wa klabu hizo za Ulaya wakitoka huko wanda moja kwa moja kwenye hizo nchi za nini za Western, ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu tayari wameshatengeneza mizizi na wameshaonekana na wameshacheza kwenye ligi kubwa duniani, na mimi pia hicho ndio ninachokitamani, ingawa sasa hivi pia kimefanyika pia, tupende kumpa mambo yake kapteni Mbwana Ali Samatta mm -hmm. Ah, he ni mtu aliyechonga njia, asema ukweli, wachezaji wote ambao wanaenda kuishi maisha ya kucheza mpira Europe mm -hmm. Samatta amechonga sana njia, tumpe maua yake kapteni mm -hmm. Ni mtu ambao ametengeneza mpaka sasa maskauti wengi wanaamini wana Tanzania kuna vipaji Eh, kulingana na yeye amecheza kwenye ligi kubwa na amefanya vizuri. Kwa sasa hivi kidogo ma scout na sisi wanatutupia nini Maa macho East Africa, East Africa kwa Tanzania kuna vipaji, kuna nini? Na tunaona pia wanajaribu pia kutoka toka. Yes, kabisa ndio hicho kitu ambacho mimi pia nachotaka ni na ndo ndoto zangu na, na mipango yangu pia nataka niendelee kucheza kusalia kucheza mpira Europe mm, ili baadaye nichonge njia kwa wachezaji wanaokuja. Nadhani hicho ni kitu kizuri nabii mwe watu wa kwanza wa kuchonga njia ili watu wengine wapite. ya kabisa. una, una, unaifuatilia ligi ya Tanzania? Ndio, naangalia ligi ya Tanzania. ukiwa unaangalia hivi e, kwenye vitu mbalimbali, ni nyota wa namna gani ambao ukiwaangalia unavutiwa na namna ambavyo wanafanya kwenye kiwanja? Yeah, ligi ya Tanzania nafuatilia sana, nafuatilia na Feitoto anafanya Faisal. Yes, Faisal, anafanya vizuri na amekuwa na consistency kubwa, mm. Na hiyo ni na hiyo ndio kitu muhimu kwa mchezaji, mm. Mchezaji mkubwa lazima uwe na consistency na unabidi ufanye vizuri, na namfuatilia pia Pascal Msindo Azam, anafanya vizuri anacheza vizuri, na nafuatilia wachezaji wengi wachezaji wengi, wengi marafiki zangu nawafuatilia na naangalia pia ligi yao lakini kwangu wao, mimi kwangu naona wananivutia pia ndio. mm -hmm. Wanafanya vizuri na performance yao imekuwa kubwa sana hivi karibuni. mm -hmm. Kuna hii kasumba, sijui niseme ni kasumba, sijui ni kitu gani ee, baadhi ya klabu ambazo zinatoka huko zinakuja hapa kwa ajili ya ku approach wachezaji waende kutoa huduma kwenye klabu zao. mm -hmm. Ee, na baadhi ya klabu kuwawekea, mm -hmm. naweza nikaita ni kama eh, kauzibe ni yani, kuwawekea ugumu wasiweze kutoka Hmm. Kuna baadhi ya klabu tulipata tetesi hapa nyuma, wanataka wanamtaka mchezaji fulani hmm. E, kijana mdogo tu ambaye wao, e, umezungumza kama kuna, unahitaji vijana ambao waweke njia ili iwe rahisi kuweza kupita hmm. Pengine kwa hivi ambavyo vinaendelea kwamba kuna timu inayotaka mchezaji fulani na unaona kabisa hmm. hiyo timu inazidi pengine hiyo kiwango hiyo timu ambayo anacheza hmm. Nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba huyu uh, mchezaji tunalinda kipaji chake, lakini pia hawezi kupata nafasi ya kuendelea kuchonga hiyo njia ambayo Alphonce anaizungumzia hmm. Yeah, kabisa. Nadhani kama kuna uwezekano au pia na mtu mwenyewe, unajua muda mwingine usizungumzie si kuhusu klabu mm -hmm. Pia mtu mwenyewe, je, uko willing fanya hicho kitu mm -hmm. Je, wewe mtu mwenyewe unataka kufanya hilo jambo mm. Ehe, unajua kuna mtu mwingine kwake yeye anaona ah, bwana, mimi ni baki zangu hapa Tanzania, uko kwenda kucheza nje ya nini? Mm. Njia ya nchi kwa hata mvuta hata nawafuata viongozi ambia ah bana, msiniuze mimi ma, haba, e, ni achedi uweze jua e, kwa nyuma hapa hapa bana nitosha yeye mume ni sana. Mm. Ni willing kwanza na ya mtu, nadhani mtu ukiwa na willing na kitu nachokitaka kuifanya mm. Kila kitu nadhani kinaweza kikaongezeka kila kitu kikakaa sawa naza kuongea na waajiriwa wako. Kweli kama kitu unakitaka nadhani wa ajili wako wewe, pia mabosi zako wenye wao maona hizo klabu pia, na yenyewe nadhani wanatamani sana kuona wachezaji wengi wa Kitanzania wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania, nadhani ni ni ni waelewa, lakini kitu kitu cha cha kwanza kwanza willing ya mtu. Mm. Ni willing ya mtu mtu yeye mwenyewe kama anataka hey, progress au kupiga hatua kwenda kucheza mpira wa kulipwa Ulaya.